Na mkuu mkuu wangu naishukuru sana mti yangu, na mshukuru rais wangu, na mshukuru mkuu wa mkoa wangu, naishukuru familia yangu. Naweza kusema mti yangu na mkuu wa mkoa wangu wanipigania sana, wanipigania sana na wanisaidia sana. Namshukuru sana mkuu wa mkoa wangu, mwana kiongozi Kujibuwa. Mwenyewe hakupenda pia na majibu haya ila kuna vitu ambavyo vingine haviwezekani. Ni kitu kama tai aango wangu wa juu waliletwa mbili, akamipima kwa mara mbili, mbili, mbima, mbili, mbili. Hii majibu waliotupatia kwamba ni sana sababu, so, ni hatari kwa sababu macho macho, katikati mshipa katikati ambayo umefanana na babu. Nimepokea taarifa hiyo kwa majonzi sana, nimeumia sana Sibabu, kwa sababu katika maisha yangu huwa nilikuwa najua ipo siku nitakufa, nitakufa osuahusu na kutolewa macho

Namshukuru sana na mdogo wangu Yaya. Ni mtu ambaye amejitahidi sana toka mimi siku ya kwanza napata matatizo. Amejitahidi sana. Ni mtu ambaye sikuwa kutegemea nilikuwa naona bado ni mdogo sana. Lakini amejitahidi sana. Mkuu wa mkoa ni mtu ambaye katika mpaka na kufa sitomsahau. Ni mtu ambaye amenisaidia sana. Na yeye mwenyewe pia anasikitika mimi pia. Anasikitika pia mimi. Kushindikana kutoa na kutoona tena.